Ushanga viunoni, ucie huo ni ushetani, huyo ni umalaya wa kupindukiza. Mtoto mwanamke yeyote kwa asilimia kubwa, kwa asilimia kubwa, anayevaa ushanga kiunoni, huyo ni malaya. Mimi nakwambia kweli, kwa asilimia zote mwanamke yeyote kwa asilimia kubwa, wengi kabisa wanaovalia ushanga viunoni ni vimalaya, ni malaya kabisa. Mimi naongea ni kijuwacho, mimi nafanya risochi mchana usiku. Mabinti wowote, akina mama wowote, mawanawake wowote ambao wanavaa ushanga viunoni, mimi nakuambia kwa asilimia kubwa, wengi wao ni vimalaya, wanaloa wanalewa na zinaa, wana, wanashinda zinaa wanakula wana zinaa, wanalalia zinaa, watu wa Mungu, wanamkia zinaa, wanavaa ushanga viunoni ili ili mwanaume ili mwanaume ili mwanaume aweze kumtamani na moja kwa moja afikirie ngono zinaa kwenye akili zake. Mwanaziwa sana, kwa kwasilia kubwa, mwanamke yeyote anayevaa ushanga kiunoni, ushanga kiwe, kwambia ukweli, mwanamke yeyote ambaye anavalia ushanga kiunoni, huyo ni malaya, ni shetani, ni malaya. Yaani ana akili za kima, ana fahamu zake fahamu zake fahamu zake zinakimbilia kwenye umalaya kwa asilimia zote. Yani akili yake ni ndio, amevaa ushanga vikiunoni, ndio kabisa, kwa wengi kwa wengi wao akili, akili.